Sehemu ya pili. Baada ya kuondoka kijiji cha Kiganza, Amani alitembea siku tatu bila kukutana na mtu yeyote. Jua lilikuwa kali, upepo mkavu na ardhi yenye nyufa. Lakini alipoingia bonde la Makopo, aliona kinyume chake kabisa, ardhi yote ilikuwa maji. Kijiji kizima kilikuwa kimezamishwa na mafuriko ya ajabu, lakini majani ya miembe, paa za nyumba na hata baadhi ya miti ilionekana ikiwa juu ya maji, ikielea kwa shida wanakijiji waliobaki walikuwa wamejenga vijumba juu ya miti mikubwa ya miwembe na mikuyu, huku wengine wakiishi kwenye maboti yaliyofungwa pamoja kwa kamba nene. Kiongozi wa kijiji mzee aliyekuwa na jina la Kuba alimweleza Amani, maji haya hayajaondoka kwa miaka mitano, haya, nyuiwi, haya chimbiwi, hayachimbiwi hayakauki. Kila tukijaribu kuyatoa huzidi kujaa, na kila usiku huimba. Sauti kutoka ndani ya maji ya kilio cha kitu kisichoonekana. Amani alishangaa. Alikaa usiku huo kusikiliza kwa makini. Saa nane za usiku maji yalitikisika. Kisha ikasikika sauti ya kilio kikubwa kama sauti ya mtoto, lakini ndani yake kulikuwa na huzuni nzito ajabu. Ilizidisha hadi kuwa kama milio ya ngoma ya chini ya maji. Siku iliyofuata, Amani aliomba achukuliwe hadi katikati ya kijiji kilichozama, eneo ambalo zamani lilikuwa uwanja wa sherehe. Alifika juu ya kibanda cha mbao kilichoshikiliwa na makuti. Alitoa kifaa chake kidogo chenye kioo kilichochongwa kwa shaba na akakielekeza majini. Ndipo alipoona kitu kilichomfanya ashike pumzi kwa muda. Kulikuwa na jicho moja kubwa likimtazama kutoka ndani ya maji. Hapo ndipo aligundua ukweli. Kulikuwa na mnyama mkubwa wa maji aliyezamishwa kwa makusudi miaka mingi iliyopita na wakazi wa zamani wa kijiji hicho. Mnyama huyo alikuwa ndiye aliyekuwa akizuia maji yasitiririke, si kwa nguvu tu, bali kwa hasira. Mnyama huyo aliitwa Mzumu wa Ziwa la Pigo. Mzee Kuba alikiri, tulimshambulia kwa sababu alikula ng'ombe wetu wawili, lakini hatukujua alikuwa mlinzi wa maji, si mharibifu. Amani aliingia majini kwa kutumia mbinu ya kale ya kupumua chini ya maji aliyojifunza kwa mzee mmoja wa milima ya Lebwa. Alifika kwenye kisima cha kale kilicho ndani ya ziwa hilo. Huko alipokutana ana kwa ana na mzimu huyo wa maji. Hakutumia silaha yoyote bali alizungumza kwa sauti ya rehema. Aliomba msamaha kwa niaba ya kizazi kilichotangulia. Aliweka mkono wake juu ya jiwe la zamani lililokuwa na alama za agano na akasoma maneno ya kale, maji yasikifungwe kwa dhuluma na mlinzi asidharauliwe kwa hofu. Kwa mshangao mkubwa, maji yakaanza kushuka polepole pole. Kilio kilikoma. Mnyama wa maji alielea juu kwa muda mfupi, akiwa na macho makubwa yenye huzuni, kisha akaondoka na kupotea upande wa mashariki mwa bonde asubuhi yake kijiji cha makopo kilikuwa tena nchi kavu walinzi walianguka chini wakilia kwa furaha wakishika udongo mikononi kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi kabla amani hajaondoka mtoto mdogo alimfuata na kumpa shanga moja nyekundu kwa ajili ya moyo wako ikupe ulinzi amani alitabasamu akainama na kusema nitajua dhamani ya hii siku moja kwa wakati sitakuwa na kinga nyingine isipokuwa moyo wa mtoto na kama kawaida alipofika usiku na kijiji kililala, Amani alitoweka kimya kimya kuelekea upande mwingine wa dunia ambapo kuna mlima unaocheka usiku na kulia mchana. Usikose sehemu ya tatu kujua nini kitaendelea na usisahau kusubscribe katika channel yetu.